Tukimalizia maswali hapa nyumbani mm. Uh, wenzangu, kabla hatujachambua mechi nyinginezo, ulikuwa uh, unalizungumzia hilo kwamba Gor Mahia mambo yamekwenda uzuri mm -hmm. walianza na purukushani wakufunzi wakawa na utulivu yeah. wakaenda Mombasa wakapata ushindi, kisha wakafanya uchaguzi wa amani na utulivu, na tulikuwa jana hapa Rocho mm -hmm. kwenye mikiki ya spoti tukawahongera Gor Mahia kwa kufanya uchaguzi wa amani, na nimemwona pia rafiki yako hey. ni Eliud Owalo, ni miongoni mwa wale ambao eh, walioshinda, wa kwa sababu pia ni mdau mkubwa wa Gor Mahia hey, hey. Ambrose Racher miaka kumi na saba memwongeza mingine minne 21 years anaenda kumaliza 2029 mm. Years of excellence at Gor Mahia. Lakini matokeo yake yapo, ana mataji taji kadhaa yote kabisa. Mm. Sasa ni eh, no. international of course trophy ndio imemlemea kabisa. Mm. Lakini wacha tuone wamepatia usukani mwingine wa kumalizia, maanake sasa hiyo ndio itakuwa taji yake ya mwisho. Eh, umesema peaceful mashabiki waliimba, umesema peaceful. Ah, mashabiki wa Gor Mahia, watu wanajuliana. Mnaona kwenye baadhi ya mitandao kwamba kulikuwa na kitu ambacho kilinigusa, ni wakati Samo Chola, katibu aliyekuwa katibu wa Gor Mahia, alipopoteza sherehe zilianza mm, kama uliona katika eh, mitandao umeona katika clips mingi kwenye WhatsApp wapi, watu walikuwa wanasherekea, but mimi nadhani pia kuna wakati mwingine ambapo eh, imefika wadau wa kandanda wakae chini. Ochola amengangana sana na timu ya Gor Mahia. Ochola ndiye amekuwa mdhamini wa timu ya vijana wa Gor Mahia, timu ya wanadada wa Gor Mahia. Ndio binadamu si asilimia moja, lakini hatuwezi sherekea wakati kigogo kama Samu Ochola anapodondolewa.